Na imehakikisha inaleta kutendea kazi ambavyo vitatatua matatizo ya maafa na matatizo ya majanga ya moto kwa wakati na kwa uwezo mkubwa zaidi. Tupige magoti serikali yetu kwa hatua hii kubwa na nzuri. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, sisi wote tunafahamu kwamba Iringa kama yalivyo maeneo mengine, tumekuwa tukikabiliwa na kuathiriwa na changamoto mbalimbali za maafa, yakiwemo majanga ya moto, na kwa sababu ya kuwa na vifaa duni au kutokuwa na vifaa kabisa kwenye baadhi ya maeneo, ilifikia hatua wananchi wetu wakawa ni wahanga ama waathirika wa matukio haya ya moto. Hapa kuwa ya moto hivi karibuni hapa tulipata changamoto kubwa ya kuunguliwa na soko kubwa hapa mjini, pamoja na jitihada zilizofanywa na zimamoto, lakini tuliokoa vitu vichache katika vingi ambavyo vilitetea. Majanga ya moto yanasababisha umaskini kwa watu wetu. Majanga ya moto yanasababisha hatari ya usalama wa mali za watu wengine, lakini majanga ya moto yanarudisha nyuma maendeleo ya wengi wetu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 nasema eh hey, pangue kidogo tuone anapigani zigo. <laughs> Hapana, tunataka tukuombe Mungu atuepushe na changamoto ya majanga haya, lakini ikitokea basi magari haya na vifaa hivi vitusaidie kuokoa watu wetu kwa wakati. Kwa kweli hii ni complete package, a complete package, vifaa vyote, magari ya aina zote yanayokabiliana na hali zote. Ni mageuzi makubwa sana. Kamati ya usalama ya mkoa wakati wote imekuwa ikijadili na kupanga namna bora ya kudhibiti majanga kuokoa watu kwenye majanga na kufanya mazingira ambayo yatupunguzia majanga kwenye mji wetu. Leo uwezeshaji uliofanywa na serikali kupitia jeshi letu la zimamoto ni kutekeleza mpango wa usalama wa raia na mali zao kwa vitendo. Na nami nataka niwahakikishieni kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya kamati salama, kuamba, ya usalama kuhakikisha kwamba ndani ya mkoa wetu tutaendelea kuvijengea uwezo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama uwezo ambao utahakikisha unakabiliana na changamoto zozote ambazo zinaathiri usalama wa raia na mali zao. Uwepo wa vitendea kazi hivi ni sehemu ya mkakati wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba raia wanakuwa salama wao namali, na mali zao, na pale yanapotokea majanga, serikali inakuwa na uwezo wa kuyakabili na kuyamaliza ili kupunguza athari au kuepusha athari kwa wananchi ambao wamekabiliwa na majanga husika. Nikutakia kila la heri kamanda wa zimamoto wa, wa mkoa wewe pamoja na watumishi wote wa Wizara ya Mambo ya Ndani wanaowajibika ndani ya Jeshi la Zima Moto kuhakikisha kwamba mnavitumia vyombo hivi vizuri mnavitunza, mnavilinda ili vitufae leo na kesho. Mmeona ni kwa namna gani tumepata tabu tulipokuwa hatuna vifaa vya namna hii. Ilikuwa inatulazimu kwenda kuwazima gari ya uwanja wa ndege kuja kukabiliana majanga ya moto katikati ya mji. Gari hiyo moja hata ingekuwa na uwezo kiasi gani isingeweza kukabiliana na changamoto kubwa zinazotokea kwenye majanga ya moto. Lakini kwa kutambua ukubwa wa mji wetu, shughuli za mji wetu, aina ya mazingira na jiografia ya mji wetu uwepo wa magari yote kwa idadi hii inakwenda kuwa ni ufunguzi wa kudumu wa tatizo ambalo limekuwa likisumbua kwa muda mrefu. Wananchi wenzangu wa Iringa, rais amefanya hajafanya? Amefanya. juhudi tumeziona hatujaziona? Tumeziona. Tume, sasa tutoe ushirikiano kwa zimamoto. Vifaa tunavyo, tutumie njia zetu za mawasiliano sasa kutoa taarifa sahihi na kwa wakati sahihi. Yale mambo ya kupiga simu zimamoto, halafu sasa ilikuwa nawasalimia tu wale maana utasababisha hii gari itafurumushwa kutoka hapa kuja mpaka huko uliko, alafu anakuta unakula baria unasema nilikuwa najaribu kama huwa mnakuja. Hiyo sio sawa. Maana tumekuwa na changamoto pia ile namba yetu ya ya dharura. Eh, haitumiki vizuri. Tumekuwa na changamoto ya matumizi mabaya ya namba ya dharura. Mtu hana dharura anapiga simu zimamoto, alafu sasa ah, kumbe huwa mnapokea. Haya ah, asanteni. Anakata. Mwingine anapiga simu anasema njooni, njooni. Wapi? Huku Kitwiru. Wakienda Kitwiru hawamwoni yeye wala hawaoni janga. Haya ni matumizi mabaya ya njia zilizowekwa za kupambana na dharura za kiusalama. Ukiwa kila siku unawatania watu kwamba kuna tatizo, njooni, wanakuja hakuna. Ipo siku tatizo litakuwepo kweli, lakini watadhani umedanganya, hawatokuja. Na hiyo ndio siku ambayo sasa maji utayaita mma. Ee, siku hili maana wewe unacheza na wenzako kila siku wana, unawaita wanakuja hakuna tatizo. Unawaita wanakuja kuna sisi kulikuwepo tatizo na wao wamekwenda sehemu nyingine. Utapata changamoto kubwa sana. Kwa hiyo, wao pamoja na mageuzi makubwa yanayofanywa na serikali ya kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, lakini sisi raia tunao wajibu wa kutoa taarifa sahihi na kwa wakati kuhusu habari za majanga, ili tuipe nafasi jeshi la zimamoto kufika kwa wakati na kushughulika na majanga haya kwa ufanisi na hii iende sambamba na kuweka tahadhari ya wananchi wenzetu kuto kutumia namba ya dharura kwa utani ama mizaha, maana kufanya hivyo kunaleta ulegevu wa ufanisi wa huduma pale unapouhitaji. Tuongeze makofi mengi sana kwa serikali ya wa ya sita yako mama amefanya, ndugu kamanda wa zimamoto wa mkoa wetu wa Iringa, ndugu katibu tawala wa mkoa wetu wa Iringa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Iringa ndugu yetu sita, wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, askari na maafisa wote wa jeshi la zimamoto mlioko hapa, naomba nitambua uwepo wa wenye viti wangu wa serikali za mitaa wote mlioko hapa, ndugu watendaji wa mitaa mliopo, watendaji wa kata mliopo, ndugu wananchi, ndugu viongozi, wadau wa maendeleo, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Ndugu zangu za leo, imekuwa ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa zawadi ya kuishi lakini ndani yake tukiwa na afya lakini pia kitupa fursa ya kushiriki katika mipango ambayo tumejipangia. Imekuwa ni siku njema sana kwa wananchi na wakazi wa mkoa wa Iringa, kwa siku ambayo tumepata nafasi ya kutatua changamoto ambayo imekuwa ikiukabili mji wetu kwa muda mrefu sana. Leo nilisema waalikwe wenye viti wa serikali za mitaa, kwa sababu hawa ndio watu ambao tunahangaika nawe nakotokea majanga haya. Wenye viti, tujipigie makofi kwa sehemu asilimia kubwa ya wale watu walioko hapa wakati wanagombea mwaka jana, swali walilokuwa naulizwa ni changamoto ya uzimaji wa moto mjini. mm -hmm. Zilikuwa nyumba zinawaka moto mpaka zinaisha, kuna msaada wote. Biashara zinaungua mpaka zinakwisha, hakuna msaada wote. Kila mwenyekiti hapa alikutana na swali ya namna gani serikali imejipanga kudhibiti majanga ya moto mjini. Nilisema leo muwepo, ili wananchi mliwaahidi kwamba serikali inashughulikia leo waone namna ambayo serikali yenu inashughulikia changamoto hii. Pikie ni mapovi mengi sana ndugu wenyevitu najua pia mheshimiwa mbunge wa mjini uh, wanapita huku walikuwa wanauliza mheshimiwa, kipindi hicho na sasa kwenye kampeni swali ni hilo hilo, ni namna gani serikali imejipanga kudhibiti majanga ya moto katika mji wetu. Sasa majibu ni haya, serikali imejipanga na imehakikisha inaleta kutendea kazi ambavyo vitatatua matatizo ya maafa na matatizo ya majanga ya moto kwa wakati na kwa uwezo mkubwa zaidi. Tupige makofi serikali yetu kwa hatua hii kubwa. Na halmashauri yetu ya manispaa na halmashauri za wilaya kujenga kwa utaratibu nyumba inaweza ikaungua ikateketea, na gari zipo, gari ya faya ipo, askari wapo, lakini namna ya kuifikia hiyo nyumba ni changamoto ko. Hata unapojenga wewe mwenyewe mwananchi, jiulize, nikipata majanga hapa, ile gari niliyoiona mpya inapita wapi? Unanunua, usinunue kiwanja tu kwamba ah, bora chumba na sebule. Hicho ah, chumba cha sebule kinafikika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 kununua gari za wagonjwa ambulansi, kutoa gari za ukaguzi wa kinga pamoja na elimu pamoja na kutoa kamandikaa hii. Kamandikaa pia ni gari ya maokozi ya awali kwa, kwa hiyo Mheshimiwa mkuu mkoa huu, ni mradi awamu ya kwanza ulioko hapa mbele yetu ambao unaenda kuzindua, ambapo mpaka sasa tumepata magari takribani sita, ambayo kati yao kuna magari ya kuzima moto mawili moja ni la hapa manispaa na moja ni la Mufindi ila Mufindi, Mufindi limediainiwa pia kuweza kuzima mioto ya misitu sambamba na... mtaa wa Ruaha. Kwa kweli kuhusu magari haya yatatusaidia sana endapo yatatokea matatizo mitaani kwetu. Kwa mfano mimi nakaa maeneo ya kata ya Mshindo, mtaa wa Ruaha, ukitokea sababu yote yani kama moto umewaka, tukiwapigia watu wazima moto naona ufikaji wao utakuwa ni mzuri kwa sababu kuna njia zote zinapitika kule. Kwa kweli tuliteseka sana, kwa sababu unaweza ukakuta moto umeripuka, na mimi nakaa maeneo ya shuleni, shule ya zimio, unaweza ukaita gari la zimamoto ukakuta labda limechelewa au maji hamna au bovu. Lakini kutokana na ujio wa magari ya zimamoto, kwa kweli tumefurahi sana, mkoa wa Iringa kutupatia magari haya ya kwa kweli atatusaidia hizo haya magari na kuthamini rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatuthamini wa Tanzania, hususan wakazi wa mkoa wa Iringa. Nimependa naendelee kumshukuru sana Mheshimiwa kwa kuwa sisi, sisi wa Tanzania, hasa wakazi wa mkoa wa Iringa ametendea mambo mengi sana. Sina budi kusema, namkaribisha siku nyingine atakapokuwa kuja atakapokuja hapa Iringa atutembele na sisi mtuvia kwetu, kwa sababu kuna miundo miundombinu ametutengenezea pale. Kero kubwa sana kwa sababu magari yalikuwa machache, alafu alikuwa afiki kwa wakati kutokana na uchache, lakini bado miundombinu miundo mbinu ambayo imesababisha gari zishindwe kufika mtaani kwa wakati eh, hilo